Katika kikao chetu cha mwisho, wakati sura ya nane ya Isaya ilipokaribia kumalizika, nabii alitoa picha ya giza kuhusu maana ya kukataa neno la Mungu. Alisema hapa katika mstari wa ishirini na mbili, wataangalia duniani lakini tazama, dhiki na giza, huzuni ya mateso, na watatupwa katika giza nene. Na niwaambie hii ni maelezo kamili ya dunia wakati huo, na dunia hadi leo Giza, mkanganiko, ukata tamaa. Sasa swali linakuwa, je, kuna tumaini lolote? Sasa sura ya tisa inapoanza, Isaya anatoa unabii kadhaa ambao unaleta taifa la Israeli na wewe na mimi leo tumaini la ajabu katika Masihi wetu. Isaya anasema hapa katika mstari wa kwanza, lakini hakutakuwa na huzuni wa yule aliyekuwa katika mateso katika wakati wa zamani. alidharau nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali. Sasa makabila haya mawili katika eneo la Galilaya nchini Israeli yangekuwa makabila ya kwanza ukamatwa na Ashuru, lakini Isaya anaendelea kusema hapa katika mstari wa kwanza, katika wakati wa baadaye ameifanya njia ya bahari Galilaya kuwa ya utukufu. Sikiliza hapo, ndipo Nazareti ilipo. Kitu cha utukufu kitafanyika huko Galilaya na wapendwa, hapo ndipo Bwana aliishi na kufanya huduma yake nyingi duniani. Isaya anaeleza hivi hapa katika mstari wa pili watu waliotembea gizani wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya giza kuu, juu yao nuru imeangaza. Basi miaka mia saba baada ya Isaya kuandika unabii huu, Mathayo anatangaza utimilifu wake katika huduma ya Yesu huko Galilaya, kuchomoza kwa nuru. Baadaye katika huduma yake Yesu alisimama na kusema, mimi ni nuru ya ulimwengu, yeyote anifuataye hatatembea gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu anatumia tu unabii wa Isaya kwa maisha yake na huduma yake. Sasa Isaya anaelezea kuzaliwa kwa masihi hapa katika mstari wa sita. Anaandika kwa maana, kwetu mtoto amezaliwa, kwetu mwana amepewa. Sasa tunaweza kuangalia nyuma na tunaweza kuona kwamba hili tayari limetokea katika kuzaliwa kwa Yesu. Kwa maana kwetu mtoto amezaliwa, hii inahusiana na ubinadamu wake. Kwetu mwana amepewa, hii inahusiana na uungu wake wa awali. Kutoka milele iliyopita, alikuwa Mungu Mwana, lakini sasa kupitia utungaji huu wa miujiza na kuzaliwa kwa kibinadamu amechukua mwili, amepewa wa jamii ya wanadamu ili kutukomboa. Sasa kwa hilo, Isaya anatupa maelezo matano ya ajabu, majina matano tofauti ambayo yanaelezea Bwana Yesu hapa katika mstari wa sita. Jina lake ataitwa Ajabu, Mshauri, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa majina haya hapa yanahusiana zaidi na asili yake kuliko saini yake. Saini yake itakuwa Yesu, lakini hapa unayo kwa kweli maelezo ya kinabii ya asili yake. Na maelezo ya kwanza ni neno hili ajabu. Sasa naamini koma inapaswa kuja baada ya jina hili la kwanza la maelezo, na hiyo ni kwa sababu ajabu hapa si kivumishi, lo, ni nomino. Isaya hasemi hapa kwamba Bwana anatoa ushauri wa ajabu ingawa anafanya hivyo, au kwamba kumilikiwa naye ni jambo la ajabu ambalo ni kweli. Anatuambia tu hapa kwamba Bwana ni ajabu. Kwa miaka mingi nimezungumza na wanawake vijana wanaopanga sherehe yao ya harusi ambayo ningesimamia kama mchungaji, na nimepata zaidi ya mmoja wao akimwelezea mume wao mtarajiwa, unajua, kwa furaha na kutabasamu, wakisema yeye ni wa ajabu sana. Na siwezi kujizuia kufikiria, naam, mpe miezi michache tu. Bila shaka sisemi hivyo kwa sauti. Nina hakika atakuwa waajabu wakati fulani, na nina hakika atafanya mambo ya ajabu mara kwa mara na natumaini mara nyingi sana, lakini husikii kile Isaya anasema kuhusu Bwana wetu? Anasema kwamba yeye ni waajabu kila wakati, bila kubadilika, yeye ni waajabu. Sasa Isaya anaendelea kusema kwamba yeye si wa ajabu tu, bali anaelezewa hapa kama mshauri. Nitasema kitu ambacho kinaweza kukushangaza. Ninaamini kila mwanamke anayenisikiliza leo anahitaji ushauri. Naam, wanaume wote labda wanasema amina kwa hilo. Naam, sijamaliza. Kila mwanaume anayenisikiliza anahitaji ushauri, labda hata zaidi. Na sasa wanawake wote mnaweza kusema amina. Sikiliza, kila mwanadamu duniani anahitaji ushauri. Nenda kwa yule ambaye hapa anaelezewa kama mshauri wa kiungu. Hatawahi kukupa ushauri mbaya. Hatawahi kusema unajua, pole sana, nilikupa mwelekeo mbaya wa kuchukua maishani. Hapana, neno lake, ushauri wake daima ni sahihi. Na kwa njia, wanandiye mshauri pekee utakayemwendea ambaye hahitaji ushauri mwenyewe. Hatawahi kuhitaji ushauri wako au wangu. Naam. Sasa Bwana Yesu pia anaitwa hapa na Isaya, e, Mungu mwenye nguvu. Hii ni maelezo mengine ya uungu wa Yesu Kristo. Masiha ni El mwenye nguvu El. Mungu yuko mwanzoni mwa Elohim, hilo ni jina la Mungu wetu mkuu El iko mwishoni mwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Tazama, Masiha Yesu si kama Mungu tu, yeye ni mwili wa Mungu wa utatu, yeye ni Mungu katika mwili. Siku moja utakapokuwa umesimama huko mbinguni ukimtazama Mungu, utakuwa unatazama uso wa Yesu. Sasa Isaya anamuita hapa Baba wa milele. Hilo linaweza kusikika kuwa la ajabu kidogo linapotumika kwa Yesu, lakini katika mawazo ya Kiebrania, baba wa kitu alikuwa mwanzilishi wake. Katika Wakolosai sura ya kwanza na Waebrania moja, Yesu ametangazwa kuwa Muumba. Alinena kila kitu kikawepo. Yeye ndiye mwanzilishi wa vitu vyote. Tena hii ni tamko lenye nguvu la uungu wa Yesu. Nilikuwa na mtu ofisini kwangu muda fulani uliopita ambaye alikuwa amefundisha shule ya Jumapili katika kanisa la Kiprotestanti kwa miongo kadhaa, lakini aliniambia, unajua, siamini Yesu alikuwa chochote zaidi ya rabi wa Kiyahudi. Naam, yeye yeye dhahiri hamsomi Isaya. Naam, hatimaye hapa jina hili la mwisho la maelezo ni mkuu wa amani. Unaona, kwa sababu ya Yesu Kristo tunaweza kuwa na amani na Mungu. Hakuna kupigana tena na Mungu. Tumejisalimisha, tumeshika kalamu na tumesaini mkataba wa amani na Mungu. Wino katika kalamu hiyo ni damu ya Kristo. Tunayo amani na Mungu, lakini pia tunayo amani ya mungu tunapotembea naye katika utiifu. Wafilipi sura ya nne mstari wa saba. Isaya anamuita mkuu wa amani, na maelezo haya ni ya kinabii. Sasa ngoja nikuambie, kuzaliwa kwa Yesu hakukuleta amani duniani, sivyo. Kumekuwa na vita vikuu nane vya dunia tangu kane ya kumi na saba pekee. Hakuna amani duniani, wapendwa, na na hakutakuwa na amani yoyote hadi unabii huu utimizwe, wakati mkuu wa amani atakaporudi kuchukua nafasi yake wenye kiti cha enzi cha Daudi. Lakini hadi hilo litokee, amani inaweza kupatikana duniani, na na hiyo ni amani ulio nayo moyoni mwako na maisha yako na Mungu. Isaya anatabiri amani ya dunia ya baadaye wakati Yesu atatawala katika ufalme wake wa duniani. Ukirudi nyuma hapa kwenye mstari wa sita tunasoma, na serikali itakuwa juu ya bega lake. Sawa, Isaya anarejelea desturi ya harusi ya Kiyahudi ambapo bwana harusi angeondoa shela kutoka kwa bibi harusi wake na kuiweka juu ya bega lake. Hii ilimaanisha kwamba jukumu la kumlinda na kumhudumia sasa lilikuwa juu ya bega lake. Wewe mpendwa, ni jukumu la Bwana na atakutunza kwa sababu wewe ni bibi harusi wake. Unabii huu unaweza kutimia katika maana ya kiroho katika maisha yako leo. Kwa hiyo leo, kwa nini usiweke shela ya hali zako juu ya bega lake? Kwa nini usimwambie leo eh, mpendwa: Bwana, wewe ni ulinzi wangu, wewe ni riziki yangu, wewe ni mwongozo wangu, kila kitu kuhusu maisha yangu. Bwana, shela ya maisha yangu iko juu ya bega lako lenye nguvu lisilo na mipaka